Kristu Bwana Yesu asifiwe. As assalamu alaikum. Mheshimiwa maasham baba askofu, mapadri ambao umeongozana nao, flatel katekista na viongozi wote wa dini mliopo lakini zaidi tuna kusanyiko kubwa la viongozi mbalimbali wa kiserikali na wa kichama. Natambua uwepo wenu. Kwanza kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kutujalia siku ya leo tukaweza kukutanika hapa katika shughuli ya dhimu ya misa takatifu ya kumbukizi ya marehemu mdogo wetu kijana wetu Luppisine Leonard Kachebonaho. Mimi nafahamu wananchi wote hapo, ukiangalia na hali ya hewa, wote tunaangalia kulia na kushoto. Ukiangalia kulia, unajua kinachofuata. Kwa hiyo, haya ninayosema, naomba niyaseme kwa uharaka, kwa sababu akili yetu huwa inaendeshwa kidogo na harufu pia. Hii harufu inaonukia ni kama kijana, maliza haraka, muda unaelekea, na mimi nitajitahidi. Mimi mbele yenu kwa majina naitwa Leodgar Leonard Kachebonaho ni kijana wa kwanza wa familia ya Mheshimiwa Leonard Kachebonaho na Bato tuliguza. Kimsingi nafahamu watu wote hapa hasa wa kijiji hiki chetu cha Kasika, kata ya Kitwe toka mwaka jana tulivyopata hii shida iliyotukumba ya msiba wa mdogo wetu ama kijana wetu, mlikuwa na sisi. Hata kama pale mwili ulikuwa hujafika kwa muda wa zaidi ya siku nane, mmekuwa na sisi. Tunawashukuru sana sana sana. Lakini zaidi siwezi kuyasema haya yote nilikuwa nimeandaa kweli, na shukrani nyingi za viongozi wengi ambao waliweza kutusaidia lakini, siwezi kutaja mmoja mmoja. Inachokiomba, naomba mpokee shukrani zetu, shukrani zetu kwenu, kwa namna ambavyo mmekuwa na sisi kwa toka tumepata na msiba, lakini na huu mwaka mmoja sasa. Hapa tunakuwa tuna changamoto moja. Najua kuna itifaki, kwa sababu baba askofu, mimi pia ni kiongozi wa jumuiya ya umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi. Sasa kwenye kusanyika hilo wapo pia vijana. Lakini pia nawaomba, sitoweza kumpa kila mtu nafasi kwa sababu ya hali ya hewa, lakini na pia niweze kuwasilisha hicho ambacho kiko mbele yetu. Lakini naomba mwenyekiti wa Kigoma uweze kusimama kwa sababu wewe unamwakilisha mwenyekiti wetu wa UVCCM taifa. Tunakuomba usimame, watu waweze kukuona. Huyu ni mwenyekiti ametoka Kigoma, ameendesha gari usiku kucha, anawahi hapa na kushukuru sana. Lakini zaidi vijana wote hapa na hapa tuliopo humu, wengi ni vijana. Tunaongozwa na mwenyekiti wetu kakaangu Faris Burwani ambaye ni mwenyekiti wetu wa UVCC mkoa wa Kagera, naomba usimame. Naomba tumpigie makofi sana. Hawa vijana tunabidi tuwashukuru kwa sababu tulivyopata shida hapa mwaka jana. Taasisi ambayo iliweza kutushika mkono na wakaweza kubeba hiki, wakaweza kukata kuni, wakaweza kupika ni taasisi ya UVCC. Lakini zaidi kulikuwa kuna taasisi mbalimbali Red Cross na watu wengine. Kwa hiyo tunatambua mchango wenu. Na mzee, mimi najua umewatambulisha wazee wenzio wengi na mimi ni uniruhusu niguse kwa hawa vijana. Kwa sababu watu nielewa. Kwa hiyo wenye viti wa halmashauri wa kurugenzi, sio kwamba nashindwa kuyasema kwa mnayofanya makubwa, ila mzee Kachebonaho ameamaliza. Sasa kila mtu anakuwa na saizi yake. Saizi yangu ni hawa vijana, na nazungumza nao kwa niaba yao wa hapa. Waheshimiwa viongozi wa dini, ndugu jamaa, marafiki na wote mliokusanyika nasi, asanteni sana kwa kuungana nasi katika ibada hii maalum ya shukrani na maombezi kwa ajili ya kipenzi chetu Luppisine Leonard. Leo ni siku ya huzuni. Leo si siku ya huzuni bali ni siku ya kutafakari, kusali na kumshukuru Mungu kwa zawadi ya pekee aliyotupa kupitia maisha ya Luppisine ni kweli tulimpoteza kwa njia ya ghafla na yenye majonzi makubwa, lakini leo tumekusanyika hapa si kwa ajili ya kulia na kufadhaika pekee, bali pia ni kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa maisha aliyotuonyesha kupitia kwake, kwa mapenzi yake na kwa kila kumbukumbu njema aliyoiacha. Katika utulivu wa sala, tunajikumbusha kwa upendo wetu kwa Luppisine auishii pale kwenye maisha ya kimwili alipoishia badala yake unaendelea kuishi kupitia matendo yetu, maombi yetu, juhudi zetu na kuendeleza alama ya maisha yake hapa duniani. Kwa upande wangu kama kaka yake, Luppisine alikuwa zawadi kubwa maishani wangu. Tangu utotoni tulikuwa pamoja, tulishirikiana kiundoto, mipango, vicheko na hata changamoto. Alikuwa si tu ndugu, bali pia rafiki wa kweli kila mara alinitia moyo niendelee mbele, alinifanya niamini katika ndoto zangu na akuwahi kutoka kuonesha matumaini hata wakati wa giza. Nilizungumza mwaka jana, alikuwa akipenda kunita mbaraza, na alifurahia tu uongozi mdogo tuliokuwa nao. Luppisine alikuwa kijana wa bidii wa imani na mwenye moyo wa upendo aliamini katika thamani ya kila mtu na alitumia maisha yake kuwainua wengine, hata kimya kimya. Wapo vijana hapa amewasaidia na wazazi walikuwa ajui mpaka alipo alipoaga dunia, kwa tabasamu lake, ushauri wake na matendo yake ya huruma, katika yote aliyokuwa. Hatuwezi kusimulia maisha ya Luppisine bila kutambua mchango mkubwa wa wazazi wetu. Naomba msimame Baba na mama, naomba msimame. Baba yule pale na mama huyo hapo. Tunapozungumziaga maisha ya kijana huwa tunamsifu. Hapa watu wengi wamemsifia, baba ameweka viwanda, amefanya nini, lakini haya yote, wazazi ndio huwa wanamlea kijana, wanatandika bakora, wanakunyoosha mpaka ile tabia yako, unakuja unatoa alama kubwa kwenye jamii. Kwa hiyo, wazazi, hatuwezi kuyasema maisha ya Luppisine bila nyinyi. Tunawashukuru sana, naomba tuwapigie makofi mengi wazazi wetu ah, baba na mama. Kwa upendo, nidhamu na maombi yao, walimlea kuwa kijana mwenye heshima, bidii na hofu ya Mungu. Baba alimtia moyo kila hatua ya maisha yake, alimfundisha kusimamia kwa misingi ya haki, uadilifu na kuwajibika katika kila alichokifanya. Alimuonyesha kuwa mafanikio hayaji kwa bahati bali kwa juhudi na kujitolea. Na hiki kwa kugusia tulivyokuwa wadogo, tulikosa muda na baba yetu hasa. Kuna siku Luppisine akawa anasema yaani baba tunatoka likizo, yeye atakaa nyumbani, akiingia usiku li lisali moja, asubuhi nikiamka simuoni, anarudi usiku tena lisali moja. Lakini baba uliweza kumuonyesha kwamba hamna pesa inayokuja kivi hivyo, na yote, wananchi wa Kitwe ni mashahidi, viwanda biashara ulizofanya au kuweka kwamba utajiri wa kwako wa peke yako. Ndio maana she maskofu wamesema ulikuwa wewe unachukia umaskini. Kwa Luppisine alikuwa la kikienzi kile ambacho alikisema kilimkaa moyoni, na akawa na moyo wa ujasiriamali, lakini pia kuacha alama kwenye, kwenye maisha ya watu. Lakini zaidi mama kwa upande wake alimjengea kuwa na huruma na maombi alimlea kwa upendo wa karibu, alimfundisha kusamehe, kuwa mnyenyekevu, na kuwa na kuweka imani mbele ya kila jambo. Kama mnavyomuona Luppisine hapa, marehemu kwenye picha, sijawahi kuona picha yake akiwa amenuna. Alikuwa ni kijana kila muda aliweza ku smile, aliweza kutabasamu, na hii ishara alipewa na mama mama alimwambia hata panapo kuna shida, mimi na baba yenu tumepitia kwenye shida nyingi. Wamewalea wadogo zao wamewalea watoto wao, lakini kila siku wao walikuwa wakiwa na nyo, na sura za furaha. Na ndio maana mwaka jana nilisema mwashe mbaba askofu, baba yetu na mama yetu ni watu walioweza kujinyima kugusa jamii hapa. Wana wadogo zao na shangazi zangu, ana wadogo zake mama, kwa upande wa mama wajomba waliwalea, na mimi nilikaa nikajua sikujiona kama mtoto wa kwanza bali hawa nimekuwa nao. Kuna shangazi yangu hapa yeye akiwa darasa la saba nilikuwa chekechea. Walilelewa na baba na mama, kwa hiyo tunawashukuru na, na Luppisine aliyaenzi hayo yote. Upendo wa mama ulimjenga kuwa kijana wa watu, mwenye tabasamu la faraja na moyo wa kusaidia wengine kimya kimya. Leo tunasema bila nyinyi baba na mama, Luppisine asingekuwa yule tuliomfahamu na kumpenda. Tuwashukuru kwa kila machozi, maombi na fursa mlioitengeneza kwake. Maisha yake yalikuwa ni kioo cha malezi yenu. Kifo chake kilituvunja. Taarifa tulioipokea tarehe 28 Aprili 2024 na iliyotoka nchi ya Dubai, ilitushtua na kutudhoofisha. Ilikuwa ghafla yenye maumivu makali, na dunia ilionekana kusimama kwa familia yetu. Tulipitia kipindi kigumu kilichojaa maswali, ukimya mzito na huzuni kubwa, lakini hata katika giza hilo, nuru ya amani ilianza kutuchomoza. Tuligusa kwa upendo wenu, sala zenu, faraja zenu. Kila aliyeinua mkono kutufariji alisaidia kutufuta machozi na kutujenga upya. Tunawashukuru kwa dhati. Binafsi nimechagua kuishi kwa namna ambayo si inamwenzi Luppisine bali pia inaleta faraja na furaha kwa wazazi wetu. Nitajitahidi kuwa chanzo cha nguvu kwao, kuwa karibu nao, kuwasikiliza, kuwaheshimu na kuendelea kuwapenda, na upendo uendelee kujaa kila siku. Nitafanya wajivunie, sio kwa mafanikio yangu tu, bali kwa utu wangu, kwa namna ninavyoonyesha huruma na kwa na jinsi ninavyoendeleza misingi ya familia yetu. Sitakubali huzuni iwazidi nguvu, badala yake nitakuwa mwanga wao, faraja yao, na kielelezo cha matumaini nikikumbusha, kuwa ingawa tumepoteza, bado tuna kila sababu ya kupendana zaidi, kushikamana zaidi na kuishi maisha yaliyojaa maana. Katika mwaka huu uliopita tumeendelea kujifunza kuishi tena, si kuzoea pengo lake bali kukumbatia urithi wake wa upendo, bidii na imani. Na kwa sababu hiyo, na kwa sababu hiyo familia yetu imeamua kuanzisha Luppisine Foundation, taasisi hii itakayoendeleza ndoto zake na kugusa maisha ya wengine kwa njia aliyokuwa akiishi. Kupitia taasisi hii tunalenga kusaidia vijana, kuhimiza elimu, kulinda maadili aliyoyaishi: heshima, bidii na kumtegemea Mungu. Hii ndiyo sababu leo tunashukuru. Tunashukuru kwa maisha ya Luppisine, tunashukuru kwa muda tuliokuwa naye, tunashukuru kwa kila aliyejaliwa kumjua, kumpenda, kujifunza kutoka kwake. Wote mlio hapa ni shuhuda wa maisha yenye maana aliyoaishi. Tunaomba mwendelee kumwombea aendelee kupumzika kwa amani ya milele na pia tuendelee kuiombea familia yetu, ili tuendelee kusimama na imani tukiendelea kuenzi kumbukumbu kumbu ya mpendwa wetu kwa matendo ya huruma, matumaini na mshikamano. Lupsi, ni kipenzi chetu, asante kwa mwanga ulio uacha umeondoka kimwili, lakini upo nasi kila siku ya upendo uliowacha. Pumzika kwa amani, tutakukumbuka daima. Mheshimiwa Mwasha mbaba askofu, hayo yalikuwa maneno ambayo niliweza kuandaa kwa niaba ya familia na kuweza kuweka message ya mwaka mmoja bila Luppisine. Lakini mheshimiwa Mwasha, baba askofu, baba paroko alivyokuwa akiwatambulisha mapadri, nilijihisi nyuma. Kwa nini hajanitambulisha? kwa sababu ametoka hapa, babangu Father Hans, yeye ndiye alinibatiza na nilitamani hii message, lakini najua Mwasha baba askofu utabariki mi. Kwa majina naitwa Leodiga, na ili jina la Leodiga baba ndiye alitafuta, wakati Father Hans ananibatiza akamwambia, kwa maana yetu Leodiga ni kijana ambaye hatokuja kuoa wala kuolewa. Manaake Father Hans alitamani ni niwe padri lakini nitamani mwambie kwamba ule wetu ule wito kwa namna ambavyo tuliupambania lakini tunaona umeshindwa kufika hadi leo, basi askofu uweze kuruhusu ndani ya miaka miwili mitatu niwakaribishe kwenye viwanja hivi, ubariki. Mungu akikujalia maisha ubariki ndoa ya kijana wako. Nashukuru sana. Baada ya kuyasema hayo nilikuwa nagusia kwamba baba Askofu, baada ya kusema Leodiga ni kijana hata kuja kuoa wala kuolewa akijua nitakuja kuwa padri. Sio kama nilimwangusha wito wenu. Sio kila mmoja anaupata, ndio maana tunapata baraka zenu zote. Lakini mimi huo wito uliweka mbali kidogo, lakini babangu Kilaini ananiambia au kwenda mbali, kwa sababu ndio nikaja nikaibukia kwenye nafasi ya uongozi. Lakini tuna kazi kubwa ya kuyaenzi zile vision za familia iliongozwa na baba yetu kuyagusa maisha, maisha ya kijiji hiki chote na wilaya yetu ya Kyerwa na Mungu akitusaidia, tutaendelea kushirikiana nao. baada yatuasemae, nakushukuru sana, naamini utaendelea, Mungu atakusaidia safari yako itakuwa njema, uendelee kutuombea. Asanteni sana, nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana, asante sana basi. Wakati aa sana. anapata